Asante sana, Tano Mwera, mwera, ah, mwera. Yeah. Ile kutafuta tamka ile ara nakua inakua saa karibu sana uh, yako mengi sana ya kuzungumza. Unajua mwaka huu ndio mwaka wa uchaguzi kwa maana, elfu mbili na ishirini na tano, uchaguzi mkuu. Lakini uh, watu wengi wakati mwingine hawapati nafasi ya kuwajua wale watu ambao wanafanya kazi kubwa sana serikalini, ni kwa DC mfano mambo makubwa sana kwa mtu ambaye hakujui angetamani kujua Tanu mwera ni nani. Tanu Mwera, kwa ufupi, ni mwanasiasa mm, ambaye ameingia katika Chama cha Mapinduzi mm, toka niseme nimeingia katika chama cha mapinduzi toka nikiwa sekondari, kipindi hicho enzi chama kimoja mm. ikiwa nasoma Tabora, nilijiunga na chama cha mapinduzi okay, lakini sikuwa active kwenye siasa mpaka ulipofika mwaka elfu mbili kumi na nne ndio okay. hapo sasa nikawa niko active sana katika masuala ya kijamii mm. na nikagombea ujumbe wa serikali ya mtaa mm mtaa okay. uh, mta, mm. wa Mgurani, lakini kabla asiliya gombea jumba ya mtaa pia nilipewa heshima ya kuwa kamanda wa vijana wa tawi ya Mgurani kupitia yeah. CCM. Kwa hiyo hapo ndio safari yangu ya siasa ilikuwa imeanza mm. kwa hiyo nilipofika mwaka elfu mbili kumi na tano nilienda kugombea ubunge katika mkoa wa Pwani ubunge wa kiti maalumu mm, okay. Na pia nikagombea ubunge wa jimbo Rufiji, okay, lakini kwa bahati mbaya kura zikutosha zikutosha, yeah. Kwa hiyo wajumbe walifanya <laughs> kazi wajumbe walifanya kazi yao <laughs> a nishiriki kwa yeah. kiasi kikubwa sana naam, kadri ya uwezo wangu mm. Lakini kura zikutosha, o okay. Basi nirudi nyumbani na kuendelea na shughuli zangu zingine lakini kwa bahati nzuri ilivyofika mwaka elfu mbili kumi mm. na sita Juni, Mheshimiwa mm. hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli no. akaniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Busega no, ndiyo inaonekana yeah. nimeenda Busega mm. kuitumikia nafasi hiyo ya ukuu wa wilaya mm. nimefanya kazi kule kama miaka mitano mm dae mm -hmm. mwaka elfu mbili na ishirini na moja Mheshimiwa mm -hmm. Rais mama mm -hmm. Daktari Samia Suluhu Hassan akaniteua tena kwenda kuwa DC wa Kalambo mm -hmm. wilaya ambayo iko katika mkoa wa Rukwa newenda yes. kuwa kufanya kazi nkufanya kazi kaliano miaka miwili kasoro mm hivi -hmm. fanya pale baadaye ilifika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mm, nikawa nimerudi nyumbani, nilikuwa sikutokea tena katika nani, katika mkeka tunasema. yes, yeah. okay. mm -hmm. Kwayo, mm -hmm. kwa hiyo mheshimiwa rais alikufanya marekebisho mm -hmm. mimi inaaga. Kwa hiyo nikarudi nyumbani nikawa, mm -hmm. ninaendelea na shughuli zingi uki- kijamii. ukiacha hicho ambacho umekifanya, pia kazi bomba, umekuwa DC na Kuna... okay gani professional ingine na kitu gani kingine ambacho labda umekisomea, labda levako msh anachumi saa. Mimi nimesomea vitu vitatu, nimesomea na degree ya tehama na degree nyingine ya biashara na usimamizi wa biashara, na pia na master ya utawala wa umma a digrii ya kwanza mm, hiyo -hmm. ya tihama nimesomea kwa Tanzania katika chuo cha usimamizi wa fedha IFM, lakini hizo digrii zingine mbili nimesomea Afrika okay. Kusini. Um, unatarajia uh, mambo akikaa vizuri kwa kutiania hapa Dar es Salaam itategemea mm. Kama nitafanya maamuzi hayo japokuwa, e, yeah, watu wananishauri yeah. sana mm. kwamba kama ningeweza au nikifanya maamuzi ya kutia nia watanisapoti mm. yeah. mm. so kwa hiyo na- naweza nikaamua chochote muda ukifika. Unaweza kwa sababu umekuwa na experience kubwa sana mheshimiwa, kwa DC, kwa mara mbili, kipindi cha JPM. Mama pia amekuteo kazi kwa mfanyakazi, kwa nini hujafikiria kutia nia a kusaidia taifa lako. Nafikiria nitafanya hivyo, kwa sababu kwanza, kipindi hiki tume- wanawake tumehamasishwa sana kujitokeza kwa wingi kugombea nafasi mbalimbali mm. haswa za, za udiwani na mm. udiwani wa kata pamoja na uungi wa majimbo mm. kwa sababu tunahitaji kuongeza namba ya wanawake katika hizo nafasi mm -hmm. Kwa hiyo ninaweza kufanya maamuzi yoyote muda wa kufika moja ya 4R za mama ni reform, kwa maana kwenye mabadiliko. Ampita a mungeweni sana kwa kupitia chama cha mapinduzi wanafanya. Ikitokea labda ukafanya maamuzi na ukamgombea kupitia CCM, ungetamani nini, kipaumbele chako kwenye, kwenye hilo jimbo ambalo utaamua uta kulitia nini, ambacho nakifikiria? Kichuma vipaumbele ni vingi sana, yeah lakini ndio maana tukasema ni vipaumbele, yani vitu tukafanya ni vingi, lakini kipaumbele kikubwa ambacho ni cha kiangalia ni swala zima la elimu, swala zima la elimu, kwa sababu sasa hivi tuna shule nyingi za kata ambazo watoto wengi wanakwenda wanapata elimu bure, ambapo mheshimiwa wa Rais anatoa hiyo ofa mpaka elimu form 6 watu wanasoma bure lakini bado vijana wetu wamekuwa hawa yani, hawatumii fursa vizuri au hiyo fursa imesababisha sasa wanafunzi wawe wengi mm -hmm. Kiasi kwamba sasa kumekuwa na changamoto labda ya, ya watu kuelewa au kitu kama hicho kwa sababu kumekuwa na matokeo ambayo sio mazuri kwa, kwa, kwa asilimia kubwa mm -hmm. Kwa mimi nategemea kama nitaingia nitaliangalia nita sana m kama kuna nafasi tutakuwa moja, kwa maana a mbunge vijana, sababu kwa maana mbunge wako na trust, mwige, wa, wa, na so bad, wa baro kabisa, umehudumu ume kwenye ile serikali ya ya JPM, kwa maana ya tano, na mama pia anafanya makubwa. Ukisikia na Dr Samia Suluhu Hassan um, kitu gani ambacho vitu gani ambavyo amevifanya vimekugusa? moja kama Tanzania lakini kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Asante sana, ni swali nzuri yeah. kiukweli mama amefanya vitu vingi sana mm -hmm. na hasa hasa kwenye hiyo sekta ambayo nimesema ya elimu kwamba yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ameongeza miundo ame mbinu mm -hmm. madarasa yamejengwa mengi sana. mimi mwenyewe nikiwa mkuu wa wilaya Kalambo kipindi mm -hmm. kile tulikuwa na pesa za covid zilitoka mm -hmm. tukajenga madarasa mengi sana hiyo ni sekta ambayo ameitendea haki, na pia katika sekta ya afya, pia vituo vya afya vimejengwa sana, vimeongezeka, madawa yameongezeka, na anavitendea kazi vingine ambavyo vimeongezeka kwa kiasi kikubwa mm -hmm. Na kama nyie wenyewe mtakuwa mlikuwa mnafuatilia, mama alipata tuzo yeah. ya ku- ya kujali vya kupunguza vifo vya wanawake na watoto wakati wa kujifungua. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana. Jambo lako la mwisho mishoem mwisho kaa la ziada, kipindi cha uchaguzi miaka yote ukiangalia elfu mbili kumi na tano elfu mbili na ishirini hasa unapofika uchaguzi mkuu, ni kipindi ambacho watu wana wanahamahama sana kwenye vyama. Nimekusikia kwenye CV zako, umekuwa DC mara mbili, sijasikia upo umeenda chama kingine, umekuwa kwam kitu gani kinakupa kina confidence na kinakuaminisha sana kina mm -hmm. kuencourage kuendelea kubaki Chama cha Mapinduzi, hata wakati pia kunyapekeka haukuwepo, ungekuwa na uwezo wa, lakini bado uko ndani ya Chama cha Mapinduzi? Ni chama ambacho nakimini, na ndio chama ambacho naona kinaweza kuongoza na ndio chama ambacho nakiona kina sera nzuri, kina watu makini mm -hmm. nikilinganisha na vyama vingine ambavyo vipo kwa sasa kwa hiyo ndio sehemu ambayo unaona niko sehemu salama kabisa, ambayo kwa malengo ambayo ninayo, mm -hmm. ya kuwatumikia wananchi kupitia chama cha mapinduzi, naweza nikafanikiwa kutimiza malengo hayo ambayo ninayo. kwa, kwa, kwa sisi vijana ambao tunatamani kuwa na ndoto, wakati mwingine angalau kufikia wewe ambapo umefikia, umefanya kazi serikalini na tungetamani pia kushika hizo nyadhifa kubwa za serikali, ungetushauri nini? Kijana, mimi kwa kijana yoyote akija kuniomba ushauri mm -hmm. Cha kwanza namuuliza elimu yake imefikia wapi. Cha kwanza nicho namuuliza. Akiniambia level yako ya elimu kama, kama wewe sifahamu level yako ya elimu mm -hmm. Lakini ukiniambia level yako ya elimu ndo nitajua na kushaurije na uanzie wapi mm -hmm. Ili kama unataka kuwa kiongozi siku moja, lazima kwanza uende shule vizuri mm -hmm. Ili uweze kuelewa vitu ukisema okay tu unaingia kwenye uongozi, lakini ule wako bado ni mdogo kidogo, inaweza kukupa changamoto. Kwa hiyo kikubwa kwanza, elimu uzingatie. Ni Simba Yanga hauna timu? Mimi ni Yanga. Ah, ni mwananchi amchezi meona leo mama ameka, uliziona zile picha e, zile picha e. Nimefurahi sana mheshimiwa, yuko na viongozi wa Yanga na wa Simba jambo mm, zuri sana ni jambo zuri mm -hmm. Na nimeona wamesema atacheza tarehe ishirini na tano. Kwa hiyo nadhani hiyo ilikuwa ni ni debate kubwa sana katika katika ka, kabia mwezi mzima katika he katika kiwanda cha mpira watu eh, walikuwa wanabishana asi, mimi mwenyewe mmoja wapo nilisema Yanga tucheze, lakini uligomea ya ako, eh. <laughs> Laki... <laughs> ya, eh, ya nyumi 15 na mimi ni support nilisema Yanga tucheze eh, lakini baada ya mtano wa leo unaona, tutacheza hiyo tarehe 25 na ungeitakia vema timu yako ya eh, na Afrika iweze kushinda nikifungwa ah vitu Mpira tunasema dakika tisini. Kwa hiyo s yes, mezoea mambo ya siasa, mpira pia kusema, unajua siasa na mpira kama vinaendana ni vitu ambavyo vyote vinashabiana. Kwa hiyo tukushukuru sana mheshimiwa, na ndani tukipata wasa tutafurahi. Pia kama utapokea wito wetu wakati wote ambao tutakuwa tunakuita, tutafurahi sana. Tukushukuru pia kwa muda wako wa kuja studio yetu. Nashukuru kwa kuwa nami lakini mm -hmm. niongee kwa uchache kusisitiza mm -hmm. jambo mm -hmm. Uongozi um, una changamoto zake mm -hmm. Wakati mimi nimekuwa mkuu wa wilaya mm -hmm. Kuna baadhi ya changamoto ambazo nimezipitia katika maeneo hayo mawili tofauti, nilikuwa nilipokuwa Busega nilipata changamoto kubwa sana ya kipindi ambacho tunafanya operesheni ya uvuvi haramu changamoto, wananchi walikuwa wao wanaona kwamba uvuvi haramu sio kosa. Uh -hmm. lakini serikali inaona ni kosa mm. kwa hiyo, ni si unajikuta u njia panda uli kaekale wananchi au wa serikali. Kwa hiyo kuna changamoto kama hizo na changamoto nyingine ambayo nilikutana nayo nilipokuwa Kalambo ilikuwa, mm -hmm. changamoto ya lambalamba ya lambalamba -lamba. lamba -lamba ni waganga wa kienyeji ah, okay. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunakataza lambalamba wasije kwa wananchi mm -hmm. kufanya shughuli zao, maanake shughuli nyingi zilikuwa ni za ajabu ajabu, kwa sababu wanaweza mm -hmm. kukwambia kama wewe hapo nini mavara una, una una uchawi ndani mwako, kwa hiyo wanataka waingie wafosi watoe uchawi na vitu kama hivi, vitu ambavyo kama serikali tulikuwa hatutiruhusi, lakini wao kama wananchi vitu ambavyo walikuwa wanavitaka. Kwa hiyo ilikuwa ni vurugu kubwa sana kati ya serikali na wananchi, kwa hiyo walikuta DC huyu usimam, niliweza kiasi chake Hakuna sijaona. Ah, sawa tu wema. So sasa <laughs> <laughs> so, zile kesi kes, kesi kwa ile tu kesi za walimu zile. Anaacha ka choni kama fa anafanyaje? BC tufanyaje huko? Ah, kweli kesi kama hiyo kuna siku iliwahi kunipata. Kuna hmm, siku DMO. Ah, lakini ile kwa sababu nzuri kuwataja watu. Siku aliamka alikuta vitu vyake viko nje, mlango umefungwa. Yaani mabegi yake alikuta nje, lakini chumba cha matenga sasa hicho vitu wakwee. Lakini mimi sikupay attention sana, wanaenda mapolisi, wakaprove wakaangalia, wakaona labda ni mambo ya wa kawaida au wa, hatuwezi kujua labda wulimtisha. Unajua, wakati mwingine mtu unaweza ukaenda kijijini kufanya kazi hmm. watu wakawa hawakutaki hmm. wanataka uhame kwenye kile Yani, kwenye kijiji au kwenye wilaya yao. Kwa hiyo kuna vitu vile wanaweza kukufanyia ya kawaida tu, lakini ili mbali tu wewe wakutishe mm -hmm, utoki. Kwa vitu kama hivyo vinakuwepo wakati mwingine okay. Kwa saa nashukuru sana, tukushukuru sana, takia pia sikuma, asante. Wasalimie wajumbe huko na majirani na ndugu wote wasalimie sana, asante, asante sana.